Wow, hii ni Biblia ya kidigitali chini ya pionia wako Anil Blaster, platform inayokupa uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu Biblia na ufalme wa Mungu kwa njia ya kidigitali. Na leo tuko katika uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi. Ufilipi ni mji unaopatikana u... Ulaya mashariki, yani nazungumzia Ugiriki. Ufilipi ndiyo kanisa la kwanza kujengwa pale Ulaya, yani Ugiriki, na tunaona jinsi ambavyo po alivyojishughulisha na Wafilipi wa utaiona hiyo katika Matendo ya Mitume sura ile ya kumi na sita na mstari wa kumi na moja hadi arobaini. Na kwa kifupi ukitaka kufahamu vizuri historia ya nyaraka hizi za mtume Paulo na historia ya Ukristu ulivyoenea ulimwenguni rudi katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kwa sababu kitabu cha Matendo ya Mitume ndicho kitabu pekee kinachoonyesha historia ya Ukristu ulivyoanza, ulivyoingia na kuenea ulimwenguni mote. Na pia hicho kitabu ni kitabu pekee kinaitwa kisomi, ni daraja kinachounganisha kati ya Injili pamoja na nyaraka na kwa kifupi, ukitaka kujua mambo ya Wafilipi soma sura ya kumi na sita utaona huduma ya Paul kwa Wafilipi. Lakini sura ya kumi na saba ya Matendo ya Mitume inaonyesha historia na huduma ya Paul katika kanisa la Tesalonike. Lakini sura ya kumi na nane ya kitabu cha Matendo ya Mitume inaonyesha historia na huduma ya Paul katika kanisa la Korintho, na ile sura ya kumi na tisa inaonyesha huduma ya Paul kwa wa Efeso, lakini kuanzia ishirini unaona jinsi Paul aliposhughulika na kesi na kiu yake ya kwenda katika kuhubiri kule Rumi na jinsi alipokutana na kina Febi na kuwakabidhi kile kitabu cha Warumi. Kwa hivyo ukitaka kuelewa historia, ni lazima usome kitabu cha Matendo ya Mitume, ndio kitabu cha historia pekee. Hivyo tuendelee. Ugiriki Ah, Filipi inapatikana katika mji wa Ugiriki kwa sasa. Ndipo ilikuwa ni kanisa la kwanza kule Ulaya Magharibi, na tunaona hii ilikuwa inakadiliwa kuwa mnamo wa mwaka hamsini na tano kipindi ambacho Paul alifika pale ilikuwa ni katika safari zake za kiumisheni, na Injili hii ilikuwa ni safari yake ya pili. Lakini unaona kuwa kanisa la Ufilipi ndilo kanisa ambalo Paul alilisifia kwamba alikuwa akishirikiana nalo kwa karibu, na walikuwa wakimpenda sana mtume hawa Wafilipi, lakini pia unaona Wafilipi ndipo ambapo Paulo na Sila walipokuwa wamefungwa, yaani Ulaya magharibi. Na unaona pale pia wapandwa mapepo pia wapo, mpaka walikuwepo mpaka Ulaya, sio tatizo la Afrika peke yake. Na unaona jifunza kuwa kwa wanawake ni jeshi kubwa, unaona Lydia, ndio aliyowapokea injili iingie Ulaya. Wanawake Mungu awabariki, na wanawake ni watumishi wema ni kweli unaona utumishi wa wanawake katika Injili, jinsi ambavyo ulisaidia Ulaya kuwapo na kanisa la kwanza kwa kutumia mtumishi huyu Lydia. Utaiona Matendo ya Mitume sura ile ya kumi na sita na mstari wa kumi na moja hadi arobaini jinsi Lidia alivyokuwa mkarimu, na inaonyesha jinsi ambavyo Wafilipi walivyokuwa wakarimu kwa ajili ya mambo ya Mungu. Kwa hiyo wanawake pia wana... na unaona jinsi ambavyo po anavyo katika ile sura ya nne, anawaambia wale wamama washikamane kwa ajili ya injili, kwa ajili ya injili ya ni sura ya nne ya kitabu cha Wafilipi mwandishi wa kitabu cha Wafilipi kwa ushahidi wa kibibilia utaona katika kitabu Wafilipi sura ya kwanza na mstari wa kwanza anajitambulisha kuwa Paulo ndiye mwandishi, lakini kokuwapo, kwa kuwapo kwa ushahidi mwingine wa sahihi yake mwisho kabisa wa kitabu cha Wafilipi sura ya nne na mstari wa ishirini na tatu unaosema neema, ya Bwana Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi. Maana hii ndio ni sahihi ya Mtume Paulo kuthibitisha kwamba yeye ndiye aliandika waraka huu mzuri wenye sifa nzuri wa Wafilipi. Nia ni kuonyesha furaha na upendo wake po kwa Wafilipi na jinsi huduma ya upendo waliokuwa nayo na ni kutoa shukurani. Na waraka huu unaonyesha nia na matumaini, na neno kubwa linalotumika katika nyaraka hii ni furahini, furahini, furahini. Kwa hiyo waraka huu unasisitiza furaha ambayo msingi wake mkubwa ni Kristo na injili ya kweli na tumaini na wito na upendo wa Mungu ambao unadhihirika kwa njia ya upendo. A, mwaka wa kuandikwa kwa kitabu hiki inasemekanika kuwa ilikuwa ni mwaka wa sitini hadi sitini na moja BK na hiki hi, kitabu kiliandikwa wakati po alipokuwa gerezani amefungwa, na hii ni moja wa nyaraka za gerezani ziko nne, pamoja na huu unaonekana kuwa ni nyaraka ya pale gerezani, yani maana uliandikwa akiwa gerezani. Uchambuzi wa kimada katika kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza, Po anaonyesha shukulani zake na upendo wake na commitment ya moyo kutoka ndani ambao msingi wake ni upendo wa Yesu Kristo ambao katika huo uliwafanya upendo uliwafanya Wafilipi pamoja na Po kuwaadabisha, kuwaimarisha, kuwamilikisha, kuwaibidisha kwa moyo wote kwa ajili ya Kristo na upendo huu ulizaliwa na imani ya kumwamini Yesu Kristo na kufa na kufuka kwake, na hata watu wakawa na commitment ya kusaidiana. Na ndio maana msisitizo wa kitabu hiki ni furahini, na ukisoma Wafilipi sura ya kwanza mstari wa ishirini hadi thelathini tunaona kuwa Po anaweka tumaini la kwamba Yesu Kristo na Injili ndiyo msingi wa upendo umoja, na unadumishwa kwa ku, u, kwa ajili ya utumishi. Upendo huu uliokuwa katika kwa Wafilipi kati ya Po na na Wafilipi ulizaliwa kwa sababu ya Injili na Po anasema Una, kwa sababu ya utumishi unaokuwa kwa sababu ya upendo. Utumishi katika Kristo ni utumishi wa upendo, na unajengwa katika kuwaimarisha watu wazidi kumjua Yesu Kristo. Na upendo huo uliimarishwa katika kuwafundisha watu injili ya kweli, na msisitizo wake katika hii sura ya kwanza, watu waishi kwa upendo wa kumtambua Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona kitabu cha Wafilipi ni watu wanasisitizwa waishi kwa upendo, ambao upendo huo msingi wake ni kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, na hautokani na sheria wala hautokani na madhehebu wala hautokani na taratibu za kidini, bali ni upendo ambao msingi wake Kristo aubiliwe, yaani injili ni watu wamjue Yesu Kristo, na wanaomjua Yesu Kristo waweze ku kwa hiyo katika sura ya kwanza tunaona po anahimiza upendo na ambao ndio chanzo cha furaha yao. Sura ya pili ya kitabu cha Wafilipi kinaonyesha kabisa ku kumwiga Yesu Kristo unyenyekevu wa kumwiga Yesu Kristo na huo ndio msingi wa watu kujitoa kwa ajili ya wengine na hicho ndicho kilichokosekana katika kanisa tulilo nalo leo huu unyenyekevu wa kwa ajili ya wengine ambao unasisitizwa katika sura hii ya pili ya kitabu hichi cha Wafilipi umekosekana hata leo kanisani na ndio chanzo cha migogoro yote unayoiona kanisani na katika jumu ya Kristo ni kukosa kujinyenyekeza kwa ajili ya Kristo. Wengi wamekuwa wanyenyekevu kwa sababu ya sheria za dini, na wengi wamekuwa wanyenyekevu sababu ya madhehebu ama ni utamaduni, lakini sio kwa ajili ya kujitoa kwa wengine. Hivyo Mtume Paulo anawafundisha wa Filipi na kuonyesha furaha ya kweli itapatikana endapo watu watakapoamua kujitoa kama Kristo alivyojitoa kwa ajili ya wengine. Maana msingi ni huu: Kristo alikufa kwa ajili ya wengine na utumishi wetu ni kwa ajili ya wengine. Hivyo kanisa lililokosa unyenyekevu wa kujitoa kwa ajili ya wengine, hilo kanisa huwa linazua watumishi parasaiti na washirika walalamishi ambao chanzo chake haswa ni kukosa kuwa na kujitoa kwa ajili ya wengine kama ilivyoelezwa katika Wafilipi sura ya pili mstari wa nne hadi wa kumi na nane ukionyesha jinsi gani ambavyo Mungu aliupenda ulimwengu na Yesu Kristo alivyojitoa kwa ajili ya wengine. Mwandishi hapa akikoti katika kitabu cha Isaya na kutumia maandishi kadhaa ya kitabu cha mwanzo akionyesha furaha kuu na msingi mkuu wa furaha ni watu wajitoe kwa ajili ya wengine. Hapo ndipo tutakapoepuka kuwa na watumishi parasaiti na washirika ambao wamekuwa walalamishi. Ah, katika sura hii ya tatu anatoa mifano miwili ya utumishi mzuri akimtolea mfano Timotheo ambaye alikuwa tayari kujitoa kwa ajili ya wengine kwa ajili ya kazi ya Yesu Kristo na msalaba. hivyo tunajifunza kwamba hata Timotheo alikuwa ni mtumishi ambaye alikuwa anapenda kujitoa kwa ajili ya Wafilipi na upendo wa Wafilipi ulijengwa na kujitoa zaidi. lakini tunamuona akitolea mfano mwingine wa mtumishi Epafodia. Epafodia huyu ndiye aliyebeba zawadi kadhaa kutoka kwa Wafilipi na kupeleka kule kupeleka kule Kaisaria ama Rumi, yani, ina maana alitoka Ugiriki na mizigo ya hela na vitu mbalimbali kumpelekea mtume Po katika ule mji wa Italia. Unaona ni safari iliyokuwa ndefu, na Po anamsifia kwamba alijitoa kwa ajili ya kusaidia ujumbe wa Kristo uzidi kuhubiliwa kwa kumtunza mtumishi wake, na alikubali kupokea mateso na aliumwa hata kukaribia kufa, na Po alimwombea Mungu ili asipate huzuni kwa kupoteza mtu mwenye upendo namna hii. Utaiona wa Filipi sura ya pili na ule mstari wa ishirini na tano hadi ishirini na tisa. Hii kwa kutumia Timotheo na e epafodia tunaona upendo wa kweli uliojidhihirisha kati ya Wafilipi na Pol, ilikuwa ni katika kuhudumiana na kujitoa kwa ajili ya mwingine. Po alikuwa tayari kumtuma rafiki yake na mshirika wake ama mwanaye Timotheo kwa ajili ya wa Wafilipi, lakini pia Wafilipi walikubali kujitoa kwa ajili ya epo, kumtuma Epafodia kuelekea kule Italia ama Rumi kwa ajili ya Paulo tunaona msingi wa kweli wa utumishi ni kujitoa kwa ajili ya wengine, na tunaojifunza. Paulo anawafundisha Wafilipi kwa habari ya hawa ndugu waliojitoa, nami tunapoangalia tunajish... Tuna hawa watu walikuwa tayari, msingi wao wa upendo haukuwa kusaidiana tu, ulikuwa ni kwa sababu ya kuhakikisha kazi ya msalaba na mahubiri ya kweli yanasonga mbele na kazi ya Yesu inaendelea mbele. Ni hichi kitu ambacho tunakikemea udhehebu udini na ukabila na vitu vingine haviwezi kuwa na msingi imara wa upendo kiasi hiki, zaidi ya upendo wa kujitoa kwa ajili ya mwingine uliofundishwa na Kristo Yesu. Na hiki ni kitabu kizuri. Tunaendelea na uchambuzi wa kurasa mbili zilizobaki katika ukurasa wa tatu na wa nne. Tunaona katika ukurasa wa tatu po ana fundisha msingi wa huduma na msingi wa kuwa na furaha ni kumhubiri Kristo na sio mambo mengine, na siyo sheria, sio taratibu za kidini, na siyo taratibu na tamaduni za Kiafrika, bali ni kumtazama Kristo. Na Po anahesabu kwamba aliyasahau yote kwa sababu ya uzuri na upendo upatikanao kwa Kristo, na upendo huo ndio ulikuwa sababu ya wao na Wafilipi kupendana na kukumbukana wakati wa shida. Po anasema hachoshwi na kuwaandikia watu mara kwa mara habari zile. Pia anasistiza po kuepuka walimu wa uongo, wapendao kufundisha sheria, wapendao kusistiza habari za zehebu lao, washikabendera wa dini na washikabendera wa vikundi vyao, bali hapa wanatakiwa wafundishaji wanaofundisha haki patikanayo kwa imani, ambayo katika imani hiyo tunapata ukombozi katika imani hiyo tunapata msamaha wa dhambi katika imani hiyo tuna urithi uzima wa milele, na sio kutushikia bendera za dini na wala sio kutushikia bendera za sheria, bali sheri, bali mahubiri ya muhusu Kristo na kazi ya msalaba wake, maana katika hiyo ndiyo ambayo Mungu anahitaji, na watu wakizaliwa wakiwa wana, wamezaliwa na injili ya kweli kuwa wana mwenendo wa upendo. Na hivyo tunamaliza kurasa hii ya nne po akionyesha shukrani zake, lakini pia akiwataka washirika wasiwe na magombano, akiwataka wamama wale wawili waweze kuelewana kwa ajili ya kazi, na akiwasifia kwa kuwa walifanya kazi naye kwa ushirikiano, kazi ya Injili na mwisho kabisa kuna mstari pendwa ambao unapendwa na watu wengi, lakini umechukuliwa kwa muktadha, nje ya muktadha. Mstari huo ni wa Filipi sura ya nne mstari ule wa kumi na tatu, unaosema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Watumishi mbalimbali mbali, wameuchukulia katika muktadha wa uongo wakidhani kwamba mstari huu unadumisha kwamba kila kitu kinawezekana kwa, kwa, kwa njia ya Kristo. Hata wengine wamekataa kusoma wakidai watafaulu kwa sababu Mungu atawawezesha, lakini mstari huu kwa kweli unaonyesha Kulidhika kutokana na shida na raha na uridhikaji huo utokane na upendo wa Kristo. Kwa hiyo hapa po kwenye mstari huu anasisitiza kulidhika kutokana na hali zote na nyakati zote, maana msingi wako hauko katika matirio yanayoonekana, bali kwa ajili ya Kristo Yesu. Na wala mstari huu haufai kutumika kwa ajili ya maombi ya kuizinisha kwamba kila kitu kinawezekana, lakini mstari huu unafaa kufundisha kulidhika na